Una alama kwenye ulimwengu wa roho ambayo hiyo ni alama, alama ya mauti, ni alama ya mfilisi. Alama ya mauti, huwezi ukaendelea, kila unachotaka ufanye unajikuta kesho mgonjwa, kesho kuna shida hii, kesho kuna kitu hiki. Hiyo ni alama ya mauti. Alama ya mauti ni kwamba, kama ni mwanafunzi akiwa anaenda shule, alama ya mauti mani mwanafunzi alikuwa na akili vizuri, au akianza mwalimu kusifundisha, ni mtu ambaye analala usingizi. Ni alama ya nini? Ya mauti. Alama ya mauti, utalima shamba vizuri sana, utaanza kulima kwa nguvu zako zote, utatumia utaratibu wa vizuri sana lakini pale mwishoni utashindwa kuendeleza. Ina maana alama ya mauti mwishoni huwa inameza mtu. Alama ya mauti, unaanza vizuri, mwisho unamaliza vibaya. Kila ukiingia ofisi yoyote hawakuamini, wanakufukuza, wanakuambia hiyo kazi haipo. Kwa alama ya mauti inapommeza mtu, mwisho wa siku huwa anakataliwa kabisa. Atakataliwa na, na, na ndugu, atakataliwa na majirani, atakataliwa na, na, na jamii. Yoyote anayetaka kusaidia, anachoka na wewe. Hiyo ni alama ni ni mauti. Yes. Kwanzia sasa, Kwanzia sasa. Ninatapikwa. Ninatapikwa. Kila mauti Walioitamka juu ya maisha yangu, iniache, iwarudie wao walioituma, kwa jina la Yesu. Kwa njia ya leo Bwana Yesu, nimesimama kama tishu, ni hiyo ya moto inayowatesa watu, iliyosimama kwenye ulimwengu wa giza. Na wakasema hawa watu hawezi kuendelea, hata wangeg'ang'ana haiwezekani, hata wangefanya jambo lolote haiwezekani. Ewe alama ya mauti, alama ya mauti, wamekutaja kwenu, umemfunga mtu huyo muda mrefu, umeshikilia hatima yake, amepita kila ofisi Ametafuta kila sehemu aweze kuinuka, amedai ya kwake akupewa. Ewe alama ya mauti, uliyekaa kwa mtu, anaingia hospitali apone, apona. Ewe alama ya mauti, unafutwa kwa mtu, achia maisha ya mtu, achia maisha ya mtu. ni kwani wali ni kweli walipanga, ni kweli walikufunga kwa namna yoyote. Leo tukiwa rohoni, lazima hata kama walikufunga, lazima vifungo ni kweli walisema hawezi akakomolewa. Leo naona ukombozi mkuu, lazima unakomolewa, lazima unafunguliwa, lazima hata kama alikumeza

wanatoka mashimoni. Kuna watu waliofungwa wanafunguliwa, wanafunguliwa, hizo alama zinafutwa, zinafutwa, zinafutwa, zinafutwa, zinafutwa, zinafutwa, zinafutwa, hizo alama zinafutwa kwa damu ya Yesu Kristo, anadhatari hai

Kwa futika ndani ya maisha yao, futika ndani ya familia zao, futika ndani ya uchumi wao.